Yeah, yeah. Ndajikaza tu mwanangu mpaka usome ndau zako tu pombe kimera na mboga. Hata mkifunga shule, saa zingine itabidi unisaidie kazi ya kuuza mboga ili tupate school fees na chakula. Ndajikaza tu kabisa mpaka usome, mtoto wangu, sitakuacha. Na vile amekataza watu wasiuze pombe, tutasurvive aje? Pombe alikataza ah, kuanzia kitambo, lakini watu wanajifichafichanga tu wakiuza. Tutauza tu, mtoto wangu, utasoma. Tutajikaza tu sasa, utakaa nyumbani utafanya, nitajikaza tu niuze pombe mpaka usome, umesikia mtoto wangu? Usikuweko na wasiwasi kwa sababu ya kusoma, umesikia? Eh, ndugu yangu nao maji mlamu, karibu sana shemeji, karibu hapa Benji. Si unajua alivunja kati, tumekuwa na matanga, kila kitu ikaharibika mlamu. Sasa najua eh, nakuja kwanza. Hii ni ya mtoto wako, mtoto, mtoto wetu Sara. Sara aratakuswitavanaabautaw. Habari yako mtoto wangu, huko mzima? Shule unaendeleaje? Sisi tutengeneza sawa sawa, enda ukacheza kidogo, nitakuita sasa. Shemeji, unajua ndugu yangu huyu si kwa bahati mbaya ama si bahati mzuri atu kupenda akufe si ndio? E, yeah, unajua yeah. E, kifo watu wote tutapita tu hiyo njia sasa yeah. Mimi nimeonelea kwamba unajua nimeota sana anataka mimi nirudi kwa boma yake nimeingia watu nimeingia hiyo mtoto wake Sara. Na wewe unaonaje shemeji, ndio umeleta report na siwezi kataa. Wacha nifikirie fikirie yako kwanza si unataka budi wadi ngali mpiti cha ja, cha menya acha nifikirie yako kwanza nitakupea jipu. Shemeji wacha nikuambie ukweli ukwe. Mm. Usivuja ati kaburi ikwe mbichi. Ye mwenye ame ni kuja mapema tu. Hata before tu yu yu mwitu tuwa mocha. Alikuwa amesema kitambo. Asa, hey. Chani fikire lafunda kutuwa jibu shemeji. Amu, watu wasiziki. Usisha watu wasiziki. Niambia tu shemeji. Umenikubali ni e kubali. Enda, enda. Fikiria lafu nitakwambia. Siwezi kuambia saa. Wacha nifikire kuambia. Shemeji ni mboga. Mpeko siku mbili tatu nda kuambia. Lakini shemeji

Bana, unafikiri <laughs> oh, oh, oh, hizi sifa zote hizi yenye hey, ulinifanyie mimi mpaka nikatiliwa na no... kusaidia. Na mimi nakwambia yeah, hey, mwanamke unaona lea. Ni sawa. Wewe ndio unarudia nitakuchinjia hmm, ng'ombe mzima hey, utakula mwaka mzima ng'ombe. Na si ndio? Shemeji ako kwa shamba hata tumekupata shemeji, tumekwenda nyumbani, mtu aone vile anaweza kuangalia baada ya bwana yako kufa. Ku aje watoto watasoma aje? Na kazi yenye unafanya nyewe sasa imepigwa marufuku. Ona tu juzi juzi tu yenye umeshikwa mete elfu tano. Watoto watasoma aje? Hii kazi ya pombe si rahisi, juzi umeshikwa. Sasa voke akikaa mbali ushemeji yako utaishi aje? Hao watoto watakula aje? watasoma aje? watabaki kama chokora. ta sasa voke, ndiyo nilikuwa nakwambia, itabidi wangalie watoto wa shemeji yako. hawezi kama hmm, hey, wa wa chokora yeah. Aangalie shemeji yako mwenyewe, juzi ameshikwa, ametoa elfu tano ndiyo ameatiliwa. Atalisha atalisha aje watoto wa ee peke yake? na halafu shemeji, pia nikwambia kitu moja, jamaa jamaa anafanya sana kazi, kibaro yote yenye napita mbele, usoja kulima nini zote hakuna siku anananga bila hata elfu moja kwa mfuko. Huyu mwanao huyu na, na ndio maana nimemtoa penye amekuwa huko hivyo, nimekuja tukuongeleshe tangu. Yeah. bwana wako akufe, mimi siwezi taka kuona watu akizunga kwa mtaa bila kwenda shule, lazima mm. imekuwa ngumu, ngumu kabisa, kabisa, na kwa sababu mtu mmoja mjare bwadaao amekufa, wezikuwa rahisi yeah, na unafungwa kwa sababu ya kazi yako akuza pombe wanatulemea hey, wanatulemea wanatuleme tu sana. Juzi nilipata habari ulifikwa, ukapeana elfu tano ndo ukaatiliwa. Hiyo pesa ingesaidia kusomesha watoto wa ndugu yake. hmm. hmm. hmm. Sasa shemeji, mimi nimekuja hmm. Hmm. na urafiki yangu futi hmm. hmm. tumekuja hmm. Hmm. na sasa nimekuja ya kwamba mimi hata silali hmm. Hmm. mwezi mzima ndugu yangu akinisumbua akinisumbua akinisumbua akinisumbua, ativoke, sasa unafaa urudi pale uningojee watoto hata hmm? mimi ningishangaza, aa, unaweza toa wapi nguvu ya kulala wakati bibi ndugu yako ako, ako anateseka na watoto shule. Hata mimi shemeji, mimi mwanaume kama voke, nimekuja kama unasikia maombi yangu venye niko naongea na wewe saa hii yeah. Mm. Mimi sitaki kubadilisha mind, mimi nataka nirudi nikae na wewe, nitakufanyia kila kitu ambacho utataka, mtoto atasoma kwanza, pombe unaenda kuachana naye ndugu mm. yangu si lali mm. eh? Kila wakati ananikuja kila wakati mm. ativoke, rudi kwa boma, kuna watu mm. wanazungukia kwa ile boma, kuna watu wanazunguka zunguka kwa ile boma mm. kuna watu wanaanza kuja kwa hii boma, si ndio mm. shemeji? Mimi saa hizi chukua roho yako na yangu tuweke mm. kwa meza Tuachie hey. Mungu ashughulikie hey. Na kama kuna kitu mimi shemeji nakwambia ka kuna mtu anafaa kuwa na yeye na ndugu ya marehemu kwanza ufute huyo, ndio mtu hey. Anza kuangalia vizuri. Damu. Ufute, sikia kwanza hmm. Kwanza shemeji Mm. Shemeji ni mtu yangu mm. Hata wakati ndugu yangu amekua umeka, tukifanya urafiki. Kwanza kijana, tunapata kijana. Yuko na kijana kwa boma. Mimi tutengeneze wazee

Alafu unasema tunataka una unasema kikwetu, sisi kama Waluya, mdu anafuata ili mapema ndio apone mape ndio apone mapema yes. Mdo, sasa kitu yenye iko hatutaingia kwa sababu eh tunataka tufikie huko kusenda, ndo sasa tutarudi masengera namanaofudi <coughs> E, mtatafuta muda wenyu, kama mimi si huko mwenyewe, mkae chini mwongee wawili, kwa sababu unaona mmefika kwa mambo ya mtoto na mm. Mimi hapo sihusiki sana, mimi tu ilikuwa ni kutetea uwe na, uwe na shemeji, mwanze kuishi pamoja. Maneno ya mtoto tutatengeneza tu manene, haina shida juu hata ulishazana mtoto kabla hata tujamzaa. mm -hmm. Sasa nilikuwa nimwambia tutafute dawa tutengeneze watoto tunaishi na, ndo maana mimi nikasema yeah, wacha tutaende kwa duka vile voka amesema. Yeah, alafu atakuja mka wawili chini muongee sasa. Semeji, semeji, ama tunakuwa na mawazo mengine tofauti bwana. Nimekuwa na kanyaka mmoja mbili, piga kwanza hi bwana, unajua tulionyesha na baba yetu tunafanya hivi bwana, hata ila nyuma Kwani fundu chakula? Ngozi kidogo tu. Unajua, unajua hii hali bwana ya kusukuma randa na maana hii. Ah, unaelewa. Lakini hali vipi bwana? Hali iko sawa, iko mbaya sana. Umeona mimi niko hapa, sijui mnaenda wapi ama sijui. Ah, sisi tunatoka tu nyumbani hata kufika hapa sasa tumesema tusalimie kwa shemeji. Naona pia unaenda aje huko. Ah, shemeji, jambo sana. Unajua ndugu yako anakuwa na story mob hata nikasahau. Ah, yaani umekuja kwangu na hata unasahau kunisalimia. Utanisamehe tu shemeji. Nisamehe kwa hiyo. Sasa ndugu yangu, unajua kazi ya ufundi yani yetuni yani vipande zika hapa hey, zingine zika hapa, sio tembeanga tu, kazi uite mahali unaenda. Sasa ndugu hmm, eh, yangu sasa. Sasa shemeji, kwa ufupi, unajua sasa tumesikia tunataka tufike senda yenyewe hmm, iko panga hiyo mambo haraka haraka hmm, tumalize mapema kuliko tena mambo nakuchelewa. Sawa eh? siaja tuende, tutakuja nyumbani eh, bwana

Jamaa hataaakaribu kwam hata nimemchukulia madawa saa hii za, za malaria, akikaa uh -huh, kidogo. Umekuja kwangu shemeji, sikuja na vitu oh. Uh. Sasa shemeji, leo uh, nimekuja kabisa kabisa nimesahau eh, kukwambia kabisa. Yani nimesahau kukwambia, kukwambia, kukwambia, yani kukwambia, nimekuja kabisa, nimekuja kabisa, nimekuja kabisa. Unamaanisha, unamanisha vitu yako yote umebeba hmm? Hii ni kidogo tu, si yote, kidogo tu Alafu have... have... hiyo shamba oh, ulipanda njugu, njugu nikuletea ulipanda njugu ama? Shamba gani na ulizi? Nikuletea njugu upande kwa kwa plot nye yenye ndugu yangu aliacha hiyo. Hmm. Shamba si ni yangu aliniachia mimi. Wewe una uli... unauzikaje na shamba yangu? Siko, ba, mimi kazi unaona yeye akikufa si ndio? Yeah. Mimi kazi yangu ni kwa tumbegu nikile nikileta. Yeah. Shamba ni yako. Mimi nimekuja tu kulinda mali ya mare ya marehemu. Unaelewa? Eh. Yeah. Yeah. Sasa yeah. Wacha nikuambie shemeji. Yeah. Vyo niambie baada ya siku tatu yeah. mimi ndio nimekuja.

Asasasa na tukitembea kama tausi hivi, tausi, fanya hivi, fanya hivi. Sina nguvu ya kufanya hivyo, Shemeji. Mimi nimechoka, Shemeji. Hmm, si twende kwa nyumba kidogo, at least tukae tuongee mmoja mbili, twende kwa nyumba. Tutakaa hapa kwa kivuli, hapa ndio kuzuri, kwa sababu hata mimi nimechoka, nimetoka kwa shama. Na unajua nyumba saa hii iko na joto kitu. Mtu asikuje kuharibu ndoa yetu Shemeji, Shika hii simu na ah, ah, tu mikono ah. eh. uh -huh. miwili

Nataka mtoto asome inua yote iko chini yangu. Vitu zote kwa hivyo ziko chini yangu. Eh? Chini yangu. Eh? Hey. Shemeji ndio imekuleta hapa kwangu. Maremo aliacha mali ya kutunza watu na kutunza wewe. Wewe si uko na kwako uko na bomo yako uko na miwako na uko na kila kitu yako. Shemeji kama yeye ndio imekuleta hapa, chukua mizigo yako. Brother yangu ni nani? Chukua zingi, mizigo zingi yako, nimesema chukua mizigo yako. Shemeji, hey. Uh, am I mimi mambo yako, nakuja kuchukua mali maline bwana wangu aliniachia. Shemeji, nipe simu niende. Simu nakupea kama nani? kwani nyinyi no wana wanamaoleo, mko na ujinga. Kwani ukimlia mtu simu mpaka pia simu, sitaka uchukua uende nayo, enda kwako, lakini najua. Wachana na mimi kabisa, nahitaji siku moja. Wachana na mimi kabisa kabisa sana, usiwai patikana kwa boma yangu.